Tena kwa sababu unaondoka kofura, kwa furaha na utaongozwa kwa amani. Kasema milima na vilima mm? Milima na vilima mbele yenu vitapiga, vitafanyaje? Vitapaza sauti na kuimba, na miti yote ya shambani itafanyaje? Itawapigia makofi, maana kwamba milima na vilima vitapaza sauti. Alo, vitapaza nini? Sauti. Aloe. Yes, vitapaza sauti na kuimba na miti yote ya shambani itapiga makofi, maana kwamba hata wale wote maadui zako wale wote waliosema utafanikiwa, wale waliosema utaweza, wale wote walioweka vizingiti vizuizi ya kwamba uweze kuvuka hapa, wote watashangilia kwa ushindi wako unaoenda kuvuka nao mwaka huu. Inahakikisha kwamba unalishika neno la Mungu, ambayo ndio mvua yenyewe ardhi, ili mimea yake ipate kuchipua. Inabidi arzi hakikisha kwamba inapokea mvua. Ikikataa mvua hiyo ardhi hakuna mmea unaoweza kuchipua kwayo. Inabidi wewe uhakikisha kwamba neno la Mungu linakaa ndani yako. Hapo ndipo mvua itanyesha maishani mwako, hapo ndipo hadi za Mwenyezi Mungu zitatimia katika maisha yako, hapo ndipo hadi ya neno lake halitarudi bure bule, mpaka litekeleze yale maagizo aliyoliagiza itatimia katika maisha yako. Kwa hakikisha, mtu wa Mungu, unalishika neno la Mungu. Hilo ni jambo la kufanya, jambo la kwanza hilo. Unapoenda kuvuka mwaka, hakikisha jambo jipya, au hakikisha mvua inanyesha katika maisha yako. Shika neno la Mungu, tembea neno la Mungu, mutii mwenyezi Mungu, mheshimu Mungu na Mungu neno lake litathibitika katika maisha yako, litafanikiwa katika maisha yako. Alitarudi bora, mtu wa Mungu, alitarudi amekwambia utavuka, utatoka kwa furaha na utaongozwa kwa amani na kuombea, unapoenda kuvuka mwaka huu, ukavuke kwa furaha, ukaongozwe kwa amani, vilima na milima na vilima vikapiga, vikapaza sauti ya shangwe, vikaimbe kwa ushindi wako unaovuka nao, kwa sababu yale yote yaliyoferi mwaka uliopita, yaliyoferi mwezi uliopita, yaliyoferi siku iliyopita, chochote kile uliona kwamba kwako kilikuwa ambacho akikufanikiwa kilikuwa negative, kwa jina la Yesu Kristo kinaweza kwenda kinaenda kuwa positive katika mwaka unaokuja na Bwana akakuvushe. Hakikisha password na code, neno la Mungu hakikisha password na kodi ambayo unatakiwa kutembea nayo, shika neno la Mungu. Hiyo ndiyo hadi na ndiyo siri Bwana ametupa katika jumbezi ya leo. Hakikisha unashika neno la Mungu, ajasema, amesema ndivyo yalivyo maneno yangu, ndivyo lilivyo neno langu, ili ndilo neno lake, kasema alitarudi bure, ikiwa Bwana alikuleta duniani anakusudi na wewe, anakujua na kutambua. Hata kama unajifanya mjanja, unalukaluka huku na kule, utulie. Bwana anakusudi na wewe, anakuangalia tu. Bwana anataka utulie, hakikisha unashika neno la Mungu. Wewe sio mjanja mbele ya mwenyezi Mungu, na wewe sio mjanja katika dunia hii, jitafakari. Wapo watu waliokuwa wajanja sana, walikuwa hata dakika tano waliwezi kumkuta sehemu moja. Ni watu ambao dakika moja iko pale, dakika nyingine iko pale, yani watu ambao hawarukwa watulii zaidi yako wewe. Haleluya! Hakikisha unashika neno la Mungu, amesema alitarudi bure. Kwa hadia ya Mwenyezi Mungu, hairudi bure, kama unavyoona mvua kutoka mbinguni inanyesha, aishie angani tu lazima idondoke katika ardhi. Hakuna mvua inayotoka mbinguni ikaganda ngani ewani ikashindwa kudondoka katika ardhi, haipo. Kila mvua inapotoka mbinguni lazima idondoke katika ardhi, na inapodondoka uchipusha kila mmea na umpa mtu chakula na kala. Ndivyo lilivyo neno la Mungu, hadi yake haitarudi bure. Bwana akubariki sana. Hilo ni jambo la kwanza unatoka kulifanya na unapoenda kuvuka mwaka, utajifunza sehemu ya pili. Bwana akubariki sana.